Happy New Year. Happy New Year. Huko Western, unasema happy no -year. <laughs> Happy no -year ni happy kukula. Bwana azifiwe. Wakati tunapoingia 2026, nataka niwaambie unahitaji vitu vitatu ndio ufanikiwe. Unahitaji mjenzi kwa maisha yako. Unahitaji mlinzi na unahitaji mpumzishaji. Unahitaji vitu vitatu ndio ufanikiwe 2026. Usitembee bila hao watu watatu kwa maisha yako. Nao watu ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Katika Zaburi ya 127, Suleimani akaandika na akasema, Bwana asipoijenga nyumba waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindae akesha bure. Kazi yenu ni bure, mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu, yeye humpa mpenzi wake usingizi. Katika hii mwaka tunahitaji yule ambaye anatuongoza, ni Mungu ambaye kwanza yeye ni mjenzi, ni mjengaji. Bwana asipoijenga nyumba waijengao wafanya kazi bure. Chochote ambacho unafanya usipohusisha mjenzi wa kweli ambao ni Mungu utakuwa unafanya kazi bure, ikiwa ni biashara, ikiwa ni masomo, ikiwa ni kulea watoto, ikiwa ni kushughulika na chochote, tumuhusishe mjengaji, na mjengaji ni Mungu Baba aliye mbinguni. Yeye anajenga cha kudumu, yeye anajenga ambavyo vinafanikiwa. Tumwache ajenge watoto wetu, jamii zetu, kazi yetu biashara yetu na shughuli zingine ambazo tunafanya, wacha Bwana awe mjenzi wetu. Siku hizi unaangalia hata sasa hivi, unaona watu wanatafuta mtu wa kupatia mtu torch. Unaona, umesikia watu wanataka kuweka torch bahali, wanatafuta watu wa torch, lakini sisi tunatafuta Mungu ambaye ni mjenzi wetu. Naomba tujenge 2026. Namba two Tunahitaji mlinzi. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Tunaomba Mungu alinde mapato ya kila mmoja wetu 2026, mm. Mungu alinde amani ambayo tuko naye moyoni mwetu, alinde wote wa jamii yetu 2026. Tunahitaji Bwana ambaye ni mlinzi wetu. Jambo la tatu, tunahitaji Bwana ambaye ni mpumzishaji wetu, yeye humpa mpenzi wake usingizi. Mtu mmoja anaitwa Augustine Bishop of Hippo akasema, roho ya binadamu inasumbuka na itaendelea kusumbuka mpaka wakati itatulia kwa Bwana. Naomba Mungu atupumzishe, atupe amani, matumaini na ushindi mwaka 20 wa 2026. Happy New Year. Happy New Year. Thank you.